Tunakuomba uongoze kanisa lako takatifu ili tudumu kukua katika umoja na ushuhuda wa watu nchi yetu. Izidi na serikali yetu ya Tanzania, uipe neema, ituongoze katika mema yote, tuwe na amani na tuishi katika amani na kuwa na mafanikio katika kazi zetu, tusipate na mabaya. Tuombea wote wenye shida mbalimbali, tunakumbuka wagonjwa wende ponyaji

Mungu bariki familia hii, ili awe mahali ambapo unapiwa na sifa zako zinavuma, ili tufaie utukufu wa ufalme wako mbinguni, pamoja na wote waliokaliki katika Bwana aia yani, eyo Baba, kwa ajili ya Yesu Kristo, patanishi na mwombezi wetu amen. sara ya bwana

Na kukulinda Amen. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili yeye. Bwana atulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba na la Bwana na la Roho Mtakatifu Amen, Amen. Amen. s namagelavina omukama abaomugisha abalinde omukama ababuruire amaishoge abah emirembe omukama ababuruire amaishoge abaganyire emigara Aba yakatonda na nomwana namoya likwera la... Amina takushuka mamyanya yabo oye omwoyo gwange osine Na twakusha omukama

ombe tuishe hapo. Tunakaribia mwisho wa ibada yetu hii nzuri ya shukurani, na kabla hatujaondoka sisi viongozi wa ibada kwa ajili ya kubadilisha mavazi na baadaye kurudi mavazi ya ibada, niombe tuwe na utaratibu kidogo. Uchukua kumbukumbu ni jambo jema. Baba Askofu na viongozi wa ibada, kabla ya kuondoka na kubadilisha haya mavazi ya kiibada ni vizuri tukachukua picha picha chache kwa ajili ya kumbukumbu. Ni viongozi wa ibada na tajo aseri na Mama Geradi, baadaye watakuja familia na wao tutachukua picha hapa. Na ni vizuri na hali hapa ni vizuri na wazee baadhi hapa ni vizuri tukachukua picha kwaya mbili hizi, basi nafikiri hiyo inaweza ikawa kumbukumbu nzuri, na baada ya hapo